Hello brothers, mwanamke utakaye amua kufanya naye maisha anaamua umbali utakaokwenda, yaani ni umbali kiasi gani ambao utakwenda kwenye maisha, utaamuliwa na aina ya mwanamke ambaye utamfanya kuwa kuwa kwa mke na mama kwa wanao. Ndio maana kuna wanaume wengi sana leo ambao wanashuhudia kwamba maisha yao yalibadilika na kuwa mazuri, yakawa maisha bora, kwa sababu ya wanawake ambao waliwaoa. Na kuna wanaume ambao leo ukiwauliza, wanasema kwa kwamba iamebadilika na amekuwa mabaya, historia yao imekuwa mbovu, kwa sababu ya aina ya wanawake ambao walifanya maamuzi ya kufanya wawe mke na mama wanao. Ndio maana video inataka tujifunze maeneo makubwa manne ya kumchunguza mwanamke kabla hujaoa. Ili kusaidie kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Eneo la kwanza, ambapo tukimchunguza mwanamke tunasema, investigate her past, chunguza kuhusiana na maisha yake ya nyuma, chunguza kuhusiana na historia yake ya nyuma tunapochunguza e, kuhusiana na historia yake tunachunguza kuhusiana na e, tabia na mienendo za kwake ambazo alikuwa nazo hapo zamani. Hii ni kwa sababu tafiti zimeonyesha kwamba wanaume wengi hawapo tayari kabisa kuishi na wanawake ambao wana past lizo mbaya. Na unapochunguza, lengo la kuchunguza sio ili kumhukumu, lengo la kuchunguza ni kutaka kujua kwamba aina ya historia alionayo, wewe una uwezo wa kuibeba na kuishi naye, kwa sababu kwa mwingine unakuta kwamba unaingia kwenye ndoa na mwanamke alafu, baada ya kumwoa unakuja kundua historia yake ya nyuma, na unaanza kupata mashaka kwamba kama historia yake ya jana ilikuwa hivi amebadilika ananiingizia au inakuwaji? Chunguza kuhusiana na historia yake ya zamani, ili uhakikishie na uwe na na, na unajua kwamba una uwezo wa kuishi na mtu ambaye jana na juzi alikuwa na tabia hizi, jana na juzi alikuwa anafanya kazi fulani. Tuchukulia mfano kwamba wewe umeoa mwanamke alafu, baada ya miezi miwili mkiwa kwenye ndoa, unakuja kusikia kwamba mwanamke wako alikuwa anajiuza. Tafsiri yake ni kwamba lazima kama mwanaume uanze kupata mashaka na doubts nyingi kwenye kichwa chako kwamba kama alikuwa anajiuza sasa, hizi ameacha kujiuza, bado anaendelea kujiuza katika namna ambayo ni ya kificho? Kwa hiyo unapo unapochunguza kuhusiana na jana ya yake, ni lazima ujiulize maeneo mengi muhimu ambayo yanaweza kayanahusiana na maisha yake, maisha ambayo aliishi, aina ya mahusiano ambayo alikuwa nayo, lakini pia aina ya kazi ambayo alikuwa anaifanya kabla hajakutana na wewe. Jambo la pili la kuchunguza mwanamke kama hujamuoa, tunasema eh, veto na family dynamics yes. Aina ya mwanamke unaenda kumwoa, familia utakayotengeneza ni matokeo pia ya aina ya familia aliyotokea. Hakuna namna mnaweza mkate, mkatofautisha kwa asilimia mia moja familia ambayo we unaenda kutengeneza na mwanamke wako na aina ya familia aliyotokea kwao. Lazima uchunguze kuhusiana na familia aliyotokea, jiulize maswali kwamba anatokea familia namna gani? familia yao inaamini kwenye masuala ya Mungu, inaamini katika nini? Inaamini kwenye Mungu, inaamini katika miungu? Ni watu wakipata changamoto wanakimbilia kutafuta solution kwa Mungu au ni watu ambao wanakimbilia kwa waganga? Familia yao kwenye habari ya maadili wakoje? Ni waongeaji sana? Ni wakorofi? Ni wagomvi? Ni watu wa wanasifa wa, wa mbaya na vitu vinafanana hivyo, kwa sababu aina ya familia unaenda kutengeneza na mke wako ni matokeo pia ya aina ya familia aliyotokea. Lakini kitu cha pili ambacho unatakiwa kuzingatia kuhusiana na familia yake, jaribu kufuatilia kujua baba na mama yake wapo kwenye ndoa au waliachana, na kama waliachana, nini hasa kinaweza ikawa kilikuwa sababu ya haukuachana, kwa sababu eh, mwanamke unaenda kumwoa ni photocopy ko tabia na mienendo za mama yake zinaweza pia zikawa zimehamia kwa binti yake. Kwa maana ukifuatilia watu wengi kwa utakuja kugundua kwamba zile tabia ambazo mama mkwe alikuwa nazo na kwa namna moja ama nyingine na binti yake pia alikuwa nazo. Kama mama yake alikuwa hamheshimu mumewe, tafsiri yake ni kwamba kuna uwezekano pia hata binti yake asije kuheshimu wewe kama mume wake. Na kitu cha tatu ambacho tunataka kuchunguza mwanamke kabla hujamoa, tunasema track her financial. Ndoa ni taasisi ambayo inaendeshwa inaongozwa na inatengenezwa kwa mambo mengi sana ikiwemo swala la fedha. Bahati mbaya sana watu wengi waga hawalizingatii swala la fedha kwenye mahusiano wakiamini kwamba it. Upendo peke yake haujitoshelezi, wakati mwingine kwenye mahusiano mnaweza mkajikuta mnaingia kwenye mogoro, mnaingia kwenye changamoto fulani, na wakati mwingine hata mahusiano yanaweza kavunjika kwa sababu ya swala yanayohusiana lazima ujifunze kuhusiana na haiba, mienendo na tabia kuhusiana fedha. Kuna personality nyingi sana za kuhusiana na fedha. Personality ya kwanza ni watu ambao wanaamkia kwenye kundi la watunzaji, wanaitwa savers. Kundi la pili ni watu wanaamkia kwenye kundi la wawekezaji, wanaitwa investors. Kundi la tatu ni watu wanaamkia kwenye kundi la watumiaji au watapanyaji, ambao tunaita kwa hiyo kama mwanamke unaenda kumwoa, anakuja kusaidia kujenga na kuboresha maisha yako, hatakiwi kuamkia kwenye kundi la hawa watu wanaitwa spenders. Yani utakiwi kuona mwana mwanamke ambaye yeye kila fedha ambayo anaipata anafikiria namna gani ambavyo anaweza akaitumia Yaani kuna wanawake ambao akipata fedha hawezi kutulia mpaka pale itakapoisha, ndipo ambapo anaweza akatulia. Mwanamke wa namna hii hamwezi mkaweka malengo makubwa na mkayatekeleza. Mwanamke wa namna hii hamwezi mkaweka kiasi cha fedha kama akiba kije kuwasaidia baadaye. Mwanamke wa namna hii hamwezi mkafanya aina yoyote ya uwekezaji unaohusiana masuala ya fedha. Kwa nini? Kwa sababu kila fedha anayoipata inaenda kwenye matumizi yasiyo na lazima na yasiyochangia chochote kuhusiana na namna kwa lazima ujifunze na uchunguze ni mm -hmm. E, personality ipi ambayo mwanamke wako anaangukia. Ukigundua kwamba mwanamke wako anaangukia kwenye kundi la wawekaji akiba, umepata mke. Ukigundua kwamba mwanamke wako anaangukia kwenye kundi la watu ambao wakipata fedha wanafikiria namna gani ya kuifanya izalishe eh, izalishe zaidi, au wanaitwa investors, hapo umepata mke. Mane personalities ni moja kati ya kitu kinachosababisha familia na ndoa nyingi kwa nini nashindwa kufika katika kiwango cha juu cha uchumi. Jambo la nne na la mwisho, ambao tukiwa kumchunguza mwanamke kabla hujamuoa, tunasema observe her friends circle. Lazima ujiulize na uchunguze na kufuatilia aina ya marafiki alionao mwanamke wako, ni marafiki wa namna gani? Fuatilia aina ya marafiki kuanzia kwenye habari ya tabia fuatilia aina ya marafiki kuanzia kwenye uvaaji. Fuatilia aina ya marafiki wa hali ya kazi wanazofanya. Fuatilia aina ya marafiki alionao kulingana na mtazamo. Fuatilia aina ya marafiki walionao kulingana na aina ya mahusiano ambayo yako nayo. Kwa nini? Mmoja aliwahi kusema kwamba birds of same feather are those who flock together, ndege wanaofanana ndio wanaruka pamoja. Tafsiri yake ni kwamba hakuna namna mwanamke wako anaweza akawa tofauti na rafiki zake alionao. Kwa nini? Kwa sababu kuna kuna nadharia moja inasema the survival for the fittest, ambayo inasema kwamba siku zote binadamu anapokuwa kwenye kundi fulani la watu ambao hawafanani nao au wao hawafanani na yeye, ili waweze kuendana, atatafuta namna ya kufiti kwao ili waweze kwenda sambamba na hiyo. Ni rahisi kabisa ua kwamba hata wewe kwa marafiki ulionao, kuna namna fulani kuna baadhi ya vitu uliamua kukubaliana nao, ndipo wakawa marafiki. Tafsiri yake ni kwamba aina ya marafiki walionao wa mwanamke wako wanajulisha aina ya mwanamke utakayekwenda kuoa. Mtu mmoja alikusema kwamba don't tell me who you are, but show me your friends and I will tell you who you are. usiniambie wewe ni nani, usiniambie kabisa na wala sitaki kujua wewe ni nani nioneshe aina ya marafiki ulionao, nami nitakwambia we nani nikuwa nini, kwa sababu aina ya marafiki tunaokuwa nao wanajulisha na wanatafsiri sisi ni akina nani kwao. Ni vigumu sana kukuta kwamba mwanamke wako akawa mtu wa ibada, na wakati marafiki zake ni watu wa kwenda clubs vigumu sana kukuta mwanamke wako akawa ni mtu mwenye msimamo wakati marafiki zake hawana msimamo ni vigumu sana kukuta mwanamke wako ana maono wakati marafiki zake ni watu ambao wanapoteza muda ni watu ambao hawana uelekeo katika maisha ni vigumu sana kukuta mwanamke wako akawa e, na, na mahusiano yaliyo mazuri ya anaweza kutunza ndoa ikiwa marafiki zake ni wanawake ambao wameshindikana ni wanawake ambao ndoa zao zimevunjika kwa nini kwa sababu hakuna kitu kizuri ambacho anaweza akagain kwa msemo unaosema kwamba eh, watu wawili hawawezi kutembea njia moja isipokuwa wame. Tumejifunza kwamba kuna vitu vinne ambavyo unatakiwa ujifunze, uchunguze mwanamke wako kabla hujafika hatua ya kumfanya kuwa mke wako. Natamani nijue kwa mwanamke uliye naye, ni kitu kipi hasa ambacho ulizingatia, au ni kitu kipi ambacho unaenda kukifanyia kazi leo kabla hujafanya maamuzi ya kumfanya awe mke? Kumbuka kwamba aina ya mwanamke utakayemwoa na kumpa nafasi ya kuwa mke na mama wanao anajulisha umbali utakaokwenda kwenye maisha. Usisahau kabisa, wasaa maamuzi ya kuwa unayafanya mara moja, lakini madhara yake yanaweza yakaathiri maisha yako kwa sehemu kubwa kabisa, na ukafika tu ukajutia sana.